Turudi tutazame kuhusu umemtaja Tundu Lissu. Eh, uh, we mpaka sasa ni mwana mwenye mwenye ni mwanasheria mkuu wa wa Chadema. Licha ya kwamba na uhusiano wako wewe na Lissu mlikutana chuoni. Bondi kubwa mlitengeneza wakati gani? Au ushikaje, kulikuwa na uh, stori nafikiri ulizisikia uh, hizo story. Uh, uh, so, mimi naikwambia usimekufanya kazi wote tukiwa tukiwa LITI. Yaani kama unasema tumekuwa karibu zaidi kutokana na kufanya kazi wote LITI. Eh, Lissu amesema mjiunga na sisi technically tisini na nane. Tisini na tisa, mimi ndo nilimpeleka, nasema nimepata nafasi kwamba tupeleke mtu Washington World Resources Institute. Mrema ambaye ni marehemu tulimpeleka kule. Ah Mrema yeye mambo ya kama Marekani hapendi. Amekwenda kule amekaa miezi yake mitatu anatakiwa kumuongeza akakataa. Tuna nafasi. Nikamwambia Lissu unaweza kwenda Marekani? Sasa yes, naweza Nikafanya nini? Ukampeleka Marekani. Nasema tumemwambisha. Kwa hiyo LITI tumemwambisha hapa LITI, tuna, tuna wenzetu Marekani, angalau tuko tunafungu kwamba atakaa kule miaka mitatu. Kwa hiyo tumemtoa hapa kwa amri. Lakini alikuwa anakuja anafanya tafiti sana, anafanya akiwa kule anafanya mambo ya World Commission of Dams. Alikuwa miradi mikubwa mikubwa akafanya. Lakini mm-hmm, vile kazi kubwa ilikuwa ni masuala ya nini? Ya, ya, ya madini. Sawa sawa, huo mgogoro wa wa, wa Bulyanhulu. Sawa sawa. Kwa hiyo oh, ame ame ameweza kushiriki kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo amekaa kule, mimi nilikuwa mkurugenzi mtendaji wa, wa LITI, yeye tumemtuma mtafiti wetu kule. Sawasawa, lakini ambaye anahusika mkuu, wakati masuala nini? Ya masuala ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya madini, sheria na, na, na madini na uwekezaji. Kwa hiyo tumefanya kazi pamoja wakati huo. Sawa sawa, fanya pamoja, tukashtakiwa wote, kesi ya nini? Ya, ya uchochezi. mwaka gani? Mwaka, mwaka elfu mbili, na mimi nimeshikwa tarehe ishirini

gadi mashtakiwa ndio kesi yake ya kwanza Lissu kushtakiwa. Hiyo hiyo ndio kwa mara ya kwanza alishtakiwa, eh, kwa maana yake na bondi ya muda mrefu eh sana. Wewe lini ulijiunga CHADEMA? Mwezi wa mwezi wa 12 mwaka 2024. Mwaka 2024 eh, mwezi mwezi mmoja tu kabla nani zimejiunga wewe? Wewe sijawahi kuwa mwanachama wa wa chama wa chama kingine. E, miaka yote niliamini kwamba nitafanya masuala yetu ya, ya huku mambo imsh siku naona walioko kule wanavurunda wana, wana tu eh, maana yake ulijiunga miezi michache kabla Lissu hajawa mwenyekiti. Hajawa mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo hata uwezekano kwamba alikuwa alikuwa anapigwa alikuwa na kama mboya angeweza kumgaragaza alikuwa ilikuwa ni hivyo wewe uliingia kwa sababu ya ushawishi wa wa Lissu, kwa sababu wa ni... kati ule tayari kuwa no mimi maana yake vuguvugu nilianza no, ni, nili kuonyesha kama nina nia kutaka kujiunga mwaka ule mwaka elfu mbili na, na ishirini na tatu, ishirini na nne, lakini bado nilikuwa nasubiri kwanza, si ndio? Mwisho wa siku nikaaa, bwana hao ni, ni, wote ambao nipigania vyama vingi wameingia kwenye siasa.